Shule inaweza kuja na mikakati ya kwamba waike kitu kinacho group discussion. Group discussion huwa inawasaidia sana wanafunzi sana sana sana sana, sana. Mm -hmm. Kivipi? na pia unakuta group discussion, shule nyingi zina fail katika kuweka group discussion kwa, kwa sababu gani? Wanachukua wanaona tukimchukua mwanafunzi mwerevu tuwachanganye na wale hawa mm, si werevu mm, basi watakuwa wamewasaidia. La, hiyo ni makosa mm. Ni hivi mm, siku mm. mm. zote ukimchukua mwanafunzi mwerevu ukawaweka na wanafunzi ambao sio waerevu, sawa, siku zote huwa wanamtegemea huyu mwerevu, anawafanyia kila kitu, sawa. Wanajua sisi tuko na huyu atatufanyia kila kitu, kwa hivyo somo la hisabati, atakuja atakalkulate, atamaliza, ataweka basi mm. Sasa mwalimu ataona ma grupu Group A mashaallah, wamepata 80 hmm. ama 90% hmm. unaona. Lakini kiuhalisia wale ambao sio hoshap hawajapata lolote, hawajasaidika. Sasa la kufanya ni vipi? Ni shule au mwalimu katika ile group discussion awachukue wale hawaelewi, awaweke pamoja hmm. sawa sawa, awaweke pamoja halafu, akishaweka pamoja hawe karibu. Sasa yule atasema, ah, mwalimu alisema hii. Ah, mwalimu, ah, la, la, alisema hii. U mwingine anasema alisema hivi, alisema hivi. Sasa wewe unakuja unamwambia ah, la, ilikuwa ni hivi. Kwa hivyo unawacha wanaongea wenyewe. Unajua, mm. Kuna wanafunzi wanakunga na ifobia ya kuogopa kweli. Unakuta kuna mwanafunzi nyumbani aiko na baba simba, baba mkali mm. Akiingia nyumbani ni simba. Hakuna kuongea. Sasa huyu mtoto akiwa nyumbani anaogopa haongei. kwa sababu ya nini? wazazi wake ni wakali. Ndiyo. akija shuleni, naye kuna mwalimu wa hesabati naye ni mkali. ni mkali sasa huyu mwanafunzi anaogopa, hata kama hajaelewa swali anaogopa kuuliza kwamba kuunua mkono na kusema sijaelewa hili swali, kwa sababu gani? ana ile fobia, ile uoga. Kwanza uoga ya nyumbani, shuleni pia amempata mwalimu ndo huyo pia naye mkali, mkali moja kwa moja. Sasa unakuta huyu mtoto an, kwa sababu hajaelewa hawezi kunoa mkono kwa kuogopa mm. Sasa ha, ha, hawezi, hawezi kuwa amesaidika, okay. Lakini katika group discussion ukiwaacha waongee, wanafunzi wakiongea wao kwa wao wanafunzi wana lugha yao nyepesi ambayo inafahamika ndo dhas so. Ushaiona, ukiwa shuleni mwalimu alifundisha jambo fulani ukaliona gumu, lakini ukija katika group discussion ukiongea na wenzako, kumbe unakuta ah, kumbe ile jambo lilikuwa rahisi hivi, kumbe ile swali lilikuwa rahisi hivi, kumbe hii somo ni kwa sababu gani? Wao kwa wao wakiongea wanajua vile lugha gani wanaweza itumia wenyewe wakafahamiana. mm, wao kwa wao sawa mm. Kwa hivyo group discussion inamsaidia huyu mwanafunzi ambaye ana mm. ile phobia ya kuogopa, akiwa na wenzake ana open up, anafunguka, anaongea. Inaweza kuwa yeye mwenyewe kwenye, kwenye, kwenye nafsi yake anajiona hajui lolote, lakini ukimweka katika group discussion utakuta kumbe kuna vitu anajua na wengine hawajui. Sasa pale ata express, ataongea na inamsaidia sasa, ile kuongea inawasaidia eh, hawa eh, wanafunzi eh, katika performance yao na kufanya vizuri katika shule. Je, utajuaje kwamba huyu mwanafunzi kwamba kuna jambo linamsumbua ndani yake? Hii ni jambo huwa linatokea, kwanza may start skipping classes ama kuja uh, or coming to school late kwanza kuna alama ambao utaziona kwamba udalili utaziona kwa udalil. Huyu mtoto, je utajuaje huyu mtoto kuna kitu inamsumbua? mm. kuna watoto eh, klasini, they are very active, wapo very active katika class, lakini ghafla binvu huyu mtoto ameanza kudinimia, ame ile ile ubashasha wake umeanza kupungua. Kuna mtoto yeye alikuwa kikuja shuleni yeye ndo wa kwanza kula shuleni mapema, lakini ameanza kuja late. Kuna mtoto yeye alikuwa anajibu maswali, alikuwa ni mzuri katika katika class, lakini sasa hii amepungua. Kuna mtoto pia, ukimwangalia, unaona alikuwa akifanya vizuri grade zake, alama zake zilikuwa ni mtoto wa kupata a, a, a, au akishuka kidogo ni baa, lakini sasa hii ameshuka mpaka alama ya cha mpaka da sasa Hizi ni alama zinakuonyesha kwamba huyu mtoto kuna jambo linalo msumbua. Sasa je, shule itafanya vipi? Mwalimu atafanya vipi? Sasa sio vema shule au mwalimu akawa anamkejeli ule mtoto, wewe ulikuwa mwanafunzi mzuri siku hizi angalia, ulikuwa ukipata ah, umeshuka umeanza kuwa mjinga kama fulani, umeanza ku... mm. la Mwalimu asitumie lugha kama ile. Cha msingi ni kufanya vipi? Ni kumwita huyu mtoto na kukaa naye, miongee naye moja kwa moja, mweleze: ulikuwa hivi kitambo, ulikuwa hivi, lakini sasa hivi naona umebadilika. Hebu nieleze sasa. Yule mtoto atafunguka na hili ni jambo ama ni swala ambalo ukiangalia katika hizi e, mitaa ya vibanda wanapitia. Na hii ni changamoto kwa wazazi. Unakuta mzazi labda ni single parent, na aiko na mtoto yuko shuleni, na ni huyu mtoto labda ni amebalehe, mtoto wa kike amebalehe, na unaelewa maisha ya hizi mabanda. Sasa huyu mtoto amekuwa na ile akienda nyumbani, anamkuta mama analeta, yani watu tofauti kwa nyumba hmm. Leo, na anawambia huyu ni anko hmm. Sasa yule mtoto amezoea kuona anko e, tofauti tofauti leo. Na yule mtoto si mjinga, amefika katika ubalehe, anajua ni nini kinachoendelea, anafahamu vizuri. Kwa hivyo unakuta huyu mtoto psychologically anakuwa tortured. Kwa hivyo alikuwa mzuri shuleni, alikuwa anajibu maswali, alikuwa na bashasha, alikuwa anapata alama nzuri, lakini kwa sababu yale matukio kule nyumbani yanamfanya anakuwa psychologically anakuwa tortured. Anakuwa anasumbuliwa kisaikolojia. Nyingine ni kwamba unakuta huyu mtoto labda alikuwa na sponsor, mfadhili, alikuwa kimfadhili maskini labda anamlipia school fees, anamlipia eh, ada ya shule au ya bweni, na kila kitu nanampa na pesa ya matumizi. Huyu mfadhili mm-hmm. amemsomesha ame kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato, kidato cha tatu. Alipofika kidato cha nne ama tatu, ama, ama tatu yule mfadhili akafariki. Sasa yule mwanafunzi anakuwa anakuwa psychologically touched Okay, alikuwa akifanya vizuri, alikuwa na bashasha, alikuwa akijibu maswali, alikuwa akikuja mapema shuleni. Lakini kwa sababu yule mfadhili amefariki, katika akili yake anakuwa tortured; anaumia kiakili. kwa sababu gani? Sasa anashindwa sasa, sasa ile maswali namfanya huyu E, mwanafunzi anakuwa na hali ambayo hajatulia sasa, hata ile focus na ile kumakinika e, shuleni hana, kwa sababu gani ya ile mambo anayopita. Kwa hivyo ni vizuri walimu mkiona hali kama hizi, mwanafunzi amebadilika ghafla, alikuwa mzuri amebadilika, ame tusiwakejeni, tusiwafukuze, tusiwaambie maneno ambayo si nzuri, tuwaite waeleze lazima there something behind. Kuna kitu labda anapitia, kisha wakishatueleza tutafute njia njia ya kumwona kuona kumsaidia huyu eh, mwanafunzi mm, mm.